Serikali ya Rwanda inaishtumu jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo na Burundi kwa kukwamisha utekelezwaji wa mkataba wa kusitisha vita kwa makusudi. Hii inakuja baada ya waasi wa M 23 AFC ambao wanaungwa mkono na Rwanda kufanikiwa kuchukua mji wa Uvira siku ya Jumatano. Nchi ya Burundi inasema kinachoendelea ni kama matusi kwa Marekani ambayo ilisimamia mchakato wa upatikanaji wa mkataba huo. Hata hivyo, baada ya waasi kuingia mjini Uvira, mji ambao ni mji wa kimkakati kati ya Burundi na DRC, nchi hiyo imeamua kufunga mpaka wake baada ya maelfu ya wakimbizi wa DRC kuingia. Hii sio mara ya kwanza kwa nchi hizo kulaumiana kuhusu hali ya utovu wa usalama unaoendelea kushuhudiwa mashariki mwa DRC, hasa katika eneo la Kivu Kusini. Wakati huu maswali mengi yanaulizwa: nini kitakachofanyika? nini mkataba, nini hatima mkataba wa Washington? Na sasa baada ya M23 kuonekana kwenye mji wa Uvira, nini kitatokea? Itakuwa kama Goma na Bukavu ambapo toka mwezi Januari waasi hao wanatawala eneo hilo.